Ni kambi ya Ifo, mmojawapo kambi za wakimbizi zilizo eneo la Dadaab. Tunafikia nyumba hii inayotumiwa kama makazi na baadhi ya wakimbizi. Hapa ndani ya nyumba yenyewe tunawapata wakimbizi kumi wanaotufahamisha kuwa ni raia wa Ethiopia. Wakimbizi hawa ni miongoni mwa raia wa kigeni walionaswa jijini Nairobi na kurejeshwa kambini kufuatia agizo la serikali kwa wakimbizi wote waliokuwa wakiishi nje ya kambi kama hatua ya usalama. Miongoni mwa raya hawa ni Abdi Mohamed Ahmed mwenye umri wa miaka 43. Ahmed anasimulia kuwa ni mkimbizi ambaye ameishi Nairobi kwa muda wa miaka sita. Ni mtu wa jamii ya Waorma aliyetoroka kwao Ethiopia kutokana na uhasama wa kikabila. Kama inavyotakiwa, Ahmed alitafuta kibali cha kumruhusu kuingia nchini na vilevile kuishi maeneo ya mijini kutoka idara ya wa wakimbizi ya shirika la Umoja wa Mataifa mafi. Vibali niko navyo, nilipata UN mandate na alien card ya kuniruhusu kuishi mjini. Ahmed anasema familia yake ingali inaishi mtaa wa South C, Nairobi, ambako amekuwa akiishi kwa muda huu wote. Anadai ametenganishwa na familia yake ya mke na watoto sita Anataka ajiunge tena na familia yake. Familia yangu niliiacha South Sea. Huwa nawasiliana na mke wangu, lakini siwezi kuwasaidia kwa shida zao kwa vile niko mbali nao. Naomba nisaidiwe nirudi kujiunga nao. Je, ni sababu zipi zinazowezesha mkimbizi kupewa vibali vya kuishi mijini badala ya kambini? Some of them are attending universities, some of them have got employment in uh, uh, specialist areas. Uh, some of them uh, uh, are there for medical reasons or because because of their uh, particular personal situation, they can't stay in the camp for protection reasons and they have to stay in the urban areas. Serikali hata hivyo inashikilia kuwa chaguo la ni wapi haswa anastahili kuishi mkimbizi si la mtu mwingine yeyote bali ni jukumu lake. Tunawapatia stakabadhi za kujitambulisha kama hiyo unasema eh, mandate, ama uh, kitambulisho karatasi chochote kile cha kutambulisha eh, mkimbizi ni muhimu, na haimaanishi kwamba wamekatiwa ardhi ama wameambiwa lazima wakae mahali wanakaa. Serikali ya Kenya iko na uwezo na iko na kibali cha sheria kuamua ni wapi wakimbizi watakaa, wakimbizi wataishi vipi. Naye Ibsa Sulfan aliyenaswa akiwa mtaa wa Isli ambako ameishi tangu mwaka 2006 anasema stakabadhi zake za kumtambulisha kama mkimbizi hazikumsaidia wakati wa msako. kama wewe kuna alliance na mandate unatoka. mimi nuka, mimi kuna mandate peke yake sina alliance. Sasa wale wangine wametoka, wale kuna mandate pekee wametoka. Sasa mimi kuna, kuna shida gani? na mimi sina makosa ngine mimi nirfujii. Kama unafikiria kwenu ni afadhali nyumbani, tafadhali unaesaenda kivyako utakusaidia wende nyumbani. Kwa hivyo wakimbizi wote tunawaomba watii sheria, waendelee kushirikiana na serikali. Ni swala ambalo limekuwa msingi wa majadiliano kati ya idara ya umoja wa mataifa inayoshughulikia wakimbizi na serikali. They have been separated from their family members for weeks on end. So we are communicating this to government and pleading with them to allow some of these people to go back uh, to Nairobi to uh, reunite with their family members or to uh, bring their family members here if at all it is impossible for them to go to Nairobi. Usiku unalala jamii yako polepole, nasikia mtu anapisha mlango, ho, jirani yangu nisaidie, kwangu kumeungua. Kama jirani mwema utakubali. Akishaingia unamwambia, mwenzangu tafadhali, sisi tayari tumelala, lakini kuna chumbani pale e, unaweza kulala kwa sitting room, ndio tutafute namna kwingine ya kukusaidia labda, kesho matatizo yatakuwa sawa. Ikifika katikati ya usiku anakuambia, ah, pole pole, tafadhali, nakupenda kuja kwa bedroom. Hawa ni miongoni mwa wakimbizi wa mwisho mwisho kuletwa kwenye kambi za wakimbizi wa Dadabu kwa usajili. Kwa upande mmoja, wamelalama kuwa haki zao za kimsingi zilikiukwa wakati walikuwa wakinaswa ile hali, kwa upande mwingine, serikali imesisitiza kwa operesheni ya kuwasaka na kuwanasa ilistahili kwa minajili ya usalama wa kitaifa. Patrick Injendi, Citizen Nipashe kutoka kambi ya ukimbizi ya Gadera, Dadaab.